Ushirika tuweke pesa ambapo tutaweza kuimonitor kui na itakuwa na ulinzi na sisi tutakuwa tunao nayo. Tukiweka pesa kwenye SACCOS ya, ya kama amana, mwisho wa siku tutaweza kupata kede ukai kama kuwekeza si si rahisi, si ndio? Pesa inakufanyia kazi, si ndio? Tutapata pesa bila ya shughuli. Umekaa umelaz umelaza kwa vacations, jioni na ka pesa kanaingia. Kurudi umepata tatizo fulani, na sijejua hapa ma kama mnatoa mikopo kwa wale hey, kuweka amana mnatoa, eh, umepata tatizo unataka unataka kuokopa kidogo hapo wengine, iyo amana inasaidia kulipa haa naafak, mmoja aliweka milioni sabini sehemu alipata na akapata milioni sabini Ehe, alivyopata milioni sabini akasema e, akaweka kwenye mfuko wa kutoa faida. Saa hizi anasomesha watoto wake kwa ile riba hiyo, sehemu anaiwaaa milioni nane milonae ana watoto watatu, anaweza kuwalipia watoto wake kila mwaka, hana stress ya kulipa. Huyu ni mfano, na mfano mwingine, kuna semina moja nilihudhuria, kuna bwana mmoja ni mwalimu na yeye anafundisha Kasalaela, akasema kuna mama mmoja alifiwa na mume wake, alikuwa alikua ni mfanyabiashara alikuwa yeye mwanaume ndo anamiliki biashara, anafanya kazi zote za za kuzunguka kwenye biashara yake, lakini mwisho wa siku akafariki. Alivyofariki, mama hajui kufanya biashara, lakini bahati nzuri, yale malori na biashara yote akawa amemwachia mwanamke. Bahati nzuri, alivyomwachia, akamtafuta kuwe sasa mwalimu, mwalimu wa elimu za fedha na mafutani. Akaumia sasa hapa, nafanyaji mimi, elimu ya biashara sijui kwa kuna video. Akaambia bwana, hii pesa kapeleke sehemu ya kupata faida ya video. Akapeleka yeye na kupeleka yule mama, anapata pesa na hata kazi. Asubuhi na jioni yuko kazini, lakini kila mwisho wa mwezi au kila baada ya miezi sita anapata faida yake. Kwa sababu tu aliweza kufanya ushauri sahihi na Sehemu zangu, naomba tu nitoe rai, tuendelee kujifunza sehemu sahihi ya kuweza ya kuweza kuweka pesa zetu, ili pesa ziwe zina ulinzi na ziko salama. Ziko salama tumeona hapo, lakini SACCOS yetu ni salama. Naamini SACCOS yetu ni salama kwa sababu ni taasisi

wasalama na mwenyewe unakuwa hauna presha, kwa sababu presha ya mzee ambayo hauna sehemu ya kuweza kupata kazi ni ngumu kuitii msha